Mimi naitwa Paulo Ndari, mjumbe mmoja kutoka tawi kwenda mkutano mkuu wa wilaya. Hizi ng'ombe tunawakabidhi kwa viongozi wa mila, ambayo laigwanan nani mkuu ni huyu. Tunakabidhi kwa niaba ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Munduli. Hao viongozi wa mila walikuja kumwomba mbunge kwamba wana sherehe ya utamaduni ambayo inafanyika siku ya Jumapili tarehe ishirini na tano kwa ajili ya kuandaa hawa vijana warika la Elmegoliki na wakaja kumwomba mbunge awasaidie kuwapa ng'ombe tano, na amewapa akanituma mimi nije ni, ni kabidhi kwa niaba yake na namkabidhi laibwana laigwanani mkuu kwa niaba ya mbunge kwa majina naitwa Kasaine Lekoko Laigwana ni mkuu wila wa wilaya Monduli rika la Irimegoliki nika hapa kwa kupokea ngombe, e, tulipewa kama malaigwana ni wa wilaya wa Monduli na mheshimiwa mbunge. Tuna furaha sana. Tulienda kumuomba, kumwambia tuna tunakuomba utusaidie kama ngombe tano kwa sababu atamasha tamasha itakayofanyika tarehe ishirini na tano Jumapili siku ya Jumapili kuandaa wale vijana wa rika la Irimegoliki mwaka huu wanaandaliwa mpaka kwenye mwezi wa kumi mwaka huu wa 2025 wanaanza kuelekea jandoni na wanaanza elfu mbili na ishirini na tunahesabu sita mwaka wa kwanza mpaka miaka saba wanatairiwa, kwa hiyo ina maana kwamba mpaka thelathini na mbili ndio watamalizia hiyo. Kiukweli tumepokea ng'ombe na tumependeswa na hizi ng'ombe. Hawa ni malaigwanani wote waliyesimama ndani ya wilaya Monduli, ni wajumbe, basi tu tumeteuliwa kama kamati na wale wa malaigwana ni, tumepokea ng'ombe kwa furaha na tunamwombea Mwenyezi Mungu amsaidie mheshimiwa mbunge wetu e, kwa sababu amekuwa ni kiungo sana ndani ya jimbo la Monduli. Mimi naitwa Longedusongoyo, ni kiongozi wa mila lakini mimi ni naongoza rika la Irmirehe kwa sababu aliyetangulia ni anaongoza rika la Irimegoliki. Sisi ndio tulioalea Irmirehe mpaka wamefikia hii hatua kwa wase, na leo hii tuko hapa, tunashukuru sana ku ofisi ya mbunge kwa kutusaidia hisi ng'ombe kwa ajili ya sherehe ya watoto wetu wa rika la Irimegoliki. Tunashukuru sana kikubwa sana, tunashukuru sana kwa sababu mimi nakumbukumbu kwamba hii ya uh, kila sherehe ambayo tunafanya kuhusu rika letu wakati tukiwa vijana kama hawa, mheshimiwa baba yetu alikuwa mbunge ambaye ni baba yake Fredi, ni, ni, alikuwa anatusaidia sana kila tukifanya sherehe kama hili, ataweka tu mkono. Kwa hiyo naona Fredi anaezi nyayo ya baba yetu na tunamshukuru sana. Hatuna kikubwa zaidi zaidi ya kumshukuru tu, kwa sababu tunaona hii familia inalea sana rika zetu. Kila, kila, kila tukifanya sherehe tuko nao, anatusaidia sana. Kila tukifanya sherehe anatuunga mkono kwa kwa kitu kama hii. Kwa majina anaitwa Gelembronda, natoka kijiji cha Nalarami kata ya Nalarami, laigwana ni wa Koryanga. Ile sehemu ambayo tamasha linafanyika ni kwangu. Sasa tulikaa kama kamati ambayo na, na ratibu hili, tukawa bajeti ilikuwa kubwa sana, hatukuweza kumudu, ikabidi tukaenda kumwomba mheshimiwa mbunge atusaidie, na kweli ametusaidia. Umeona ng'ombe ambaye ametuahidi amefika, tunashukuru, kwa sababu naye pia ni Korianga, kwa hiyo naye ni baba ya hawa watoto ambao wana wanafanyiwa sherehe ya kwenda jandoni mwaka, mwaka huu. Kwa hiyo naye ni kama baba ya wale watoto, kwa sababu Fredi naye ni, ni Korianga. Waheshimiwa Malaigwanani, Mheshimiwa rafiki yangu na rafiki wa Mheshimiwa mbunge Paulo Ndari, Mheshimiwa Saponyo, mwenyekiti wetu wa halmashauri mstaafu, Malaigwanani, mkuu wa rika la Irimegoliki na aliyesimama mbele yenu, mimi naitwa Edward Lanano ni katibu wa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Monduli. Mimi nasimama hapa kumshukuru kwanza Paulo Ndari, ambaye ndio ameratibu zoezi hili kwa heshima kubwa, kwa, kwa kujali na kuamini jambo hili kwamba kwa ni nzito, kwani yeye ndio alikuwa na idara hiyo kumfuatilia Mheshimiwa mbunge na kumkumbusha kila wakati. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa mbunge alikuwa kwenye wakati mgumu, wiki siku mbili zilizopita au tatu, jana ndio amemstiri bibi yake ambaye ni mzaa mama yake mzazi. Ni jinsi gani ambayo mtu huyo ni mtu wa muungwana, anapenda watu. Yeye yuko kwenye msiba wa kumweka bibi yake, lakini amekumbuka jambo hili muhimu na kuamua kutoa ng'ombe tano pamoja na gharama kutoka kwenye hifadhi ya Ronjo yake imegharimu shilingi milioni nane. Kiukweli mimi kama msaidizi wake nimefurahi sana, na niendelee kumwona ni mbunge ambayo ni mbunge anayejali watu wake na ni mbunge anayejali mila na desturi. Kiukweli amefata nyayo ya baba yetu Mheshimiwa Lowassa, lakini nimalizie tu kwa kusema, kwa kweli Mheshimiwa Malaigwana ninafurahi sana kuwaona mmefika kwa wingi kupokea ng'ombe hizi na naamini shughuli hii ambayo itafanyika Jumapili ni shughuli ambayo itafanyika tena baada ya miaka 14 kama sijakosea. Kwa sababu mila hii, eh, miaka saba itafanyika swala la kupeleka vijana jando kwa mfululizo wa miaka saba. Na miaka saba itakuwa imefungwa zoezi hili kwa hiyo itakuwa ni miaka 18. Kwa hiyo, kwa jinsi mheshimiwa mbunge alivyofanya hivi kiukweli atakumbukwa na rika hili la vijana wake, maana naye ni rika la Korianga na hao watoto ni watoto wake. Niwashukuru madriver wetu waliotoka e, kule kwenye ranchi hadi mahala hapa. Ndio huyu hapa amenikabidhi ng'ombe na nikamkabidhi muhusika ambaye ni Paulo Ndari ili aweze kukabidhi malaiguanani. Mwambie manager tumepokea ng'ombe salama, tunashukuru sana.